Kwa kweli ana mamlaka ya kisheria ana, kwa sababu sasa kinachoelekea ni kwamba anataka kuleta uh, suluhisho lakini kwa kupitia nje ya Umoja wa Mataifa, kwa sababu swala la Wapalestina lipo katika mikono ya ya mamlaka ya Umoja wa Mataifa. Uh-huh. Suluhisho lolote ambalo litapatikana katika sehemu hiyo ya Mashariki ya Kati lazima liwe katika msingi wa maazimio ya, ya, ya Umoja wa Mataifa na na kwa jumla ni lile suluhisho la, la nchi mbili. kwa Umoja wa Mataifa, je, hii inamaanisha nini? Baraza hili linamaanisha nini ikiwa kama atafanikiwa, lakini si dhani kama atafanikiwa. Mm. Itakuwa ma, maana yake itakuwa ni kuutenga Umoja wa Mataifa ambao kirasmi ki, ki, ndio wenye mamlaka ya kuamua juu ya tatizo la, la, la mashariki ya kati na pengine kitakuwa na tija kiasi gani? Kwa sababu wahusika wenyewe inaweza kusema kama watu wa Gaza ni kama wamewekwa pembeni. Uh, sio watu wa Gaza tu, wote ambao wanastahili kushirikishwa au kushirikishwa, na yeye nafikiri, katika uh, kujaribu kuunda uh, hiyo uh, sijui niite ni, ni baraza mm. Uh, anachojaribu kufanya ni kutafuta nchi ama watu watakaokuwa na fedha za kutosha ili kusaidia katika mpango wake wa kuijenga upya Gaza. mm -hmm. Kama alivyosema wote ambao wamekaribishwa humo itabidi watoe kiasi cha dola kama bilioni moja. mm -hmm. Kwa hiyo ni, ni, ni fedha ambazo analenga hasa, ana malengo ya, ya, ya kifedha zaidi kuliko malengo ya kisiasa. Waalikwa, unaona, ni kama wanafanya tathmini kubwa kabla ya kukubali mwaliko wake. Kwa mfano, Ufaransa yenyewe inasema imepokea ndiyo mwaliko, lakini haina mpango wa kujiunga. Kwa nini unadhani wanajifikiria mara mbilimbili mbili kabla ya kukubali mwaliko huu? Kweli kila mtu anaweza kutambua kwamba hilo baraza ambalo ameliunda halitafika mbali. Ukweli ni kwamba haliwezi kufanikiwa kwa sababu kinachotakiwa katika Mashariki ya Kati ni kutatua wa mgogoro katika msingi wa suluhisho la Umoja wa ya Mataifa, yaani suluhisho la, la nchi mbili. Iwe kuijenga upya Gaza ama jambo lolote, lazima lazima lilipitie kwenye Umoja wa Mataifa. Na kwa nini atumie vitisho? Labda tuangalie yeye mwenyewe jinsi alivyo hivi sasa. Nafikiri anasumbuliwa na na, na na mambo ambayo yamepita ya katika miaka ya nyuma. E, tuchukue mfano wa e, Rais Obama kile alichokifanya kuwakabili Ma, magaidi. mm -hmm. Nafikiri ni, ni, ni vitu hivyo ambavyo vinamwangaisha yeye sasa, anatafuta ku, kufanya kitu ambacho kitamletea jina hata baada ya kuondoka, lakini kwa kweli uki, ukiangalia uh, vizuri zaidi. mm -hmm. Nafikiri huyo bwana hana sera na hivi sasa nafikiri anatapatapa ana, ana uchumi wa nchi yake si mzuri sana. Marekani ina deni kubwa sana mm -hmm. Zaidi ya dola trilioni thelathini, se, mara amekwenda Venezuela mm -hmm. Mara sasa anataka Greenland uh, hayo yote yanaonyesha kwamba yupo katika hali ya kutapatapa, na huenda asip, asipate uungwaji mkono mkubwa kwa jinsi ambavyo unaona, si dhani katika suala hilo kama ataungwa mkono, kwa sababu mm -hmm. Unaona amemkaribisha hata um, mtu ambaye kwa nchi za Ulaya magharibi wanamwona adui, yani Vladimir Putin <coughs> awembo katika baraza hilo chilani kama atapiga hatua yoyote katika malengo ambayo anataka kuyafikia kuhusu ukanda wa Gaza.